Safi kabisa tuki dunda, dunda viwanjani kila siku. Aa, mimi kama presenta wa habari za michezo ama mtangazaji wa habari za michezo nichukue nafasi hii ma fursa hii kubwa kabisa, kwanza kuweza kush... kuwashukuru Africa Champions Awards kwa kuweza kuitambua COCO FM kama kituo ambacho kinakuwa kwa kasi zaidi kwenye audiovisual. Kazi ambayo tunaifanya inaonekana kule nje, lakini pia ni changamoto ya kuweza kuzidisha hata zaidi na pale ambapo tupo sasa hivi, ikiwa na maana kwamba kwetu sisi ni changamoto ya kufanya zaidi ya kile ambacho tumekifanya sasa hivi. Of course COCO FM tutaimarika hata zaidi, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba habari ambazo tunapeana kule nje, taarifa ambazo tunapeana kule nje zitakuwa ni taarifa za uhakiki, iwe ni michezo, iwe ni biashara, iwe ni kwenye taarifa za kawaida, zote tegemea COCO FM kwa sababu hapa hatubahatishi. Ndio mambo yani, tunaanza vile, hii yaitwa iga ofa Yo, this is Hamso Shupavu, Coco FM, Ladha ya Pwani, aka African Champion Award winner. Eh, yani kuanzia leo tukiendelea hivi. Before you mention the name Coco FM, unaianza na African Champion Award winning station. Na hii si tafadhali, ni upende usipende kwa sababu ndiyo hali halisi ilivyo. Nikisema hivi labda namaanisha nini? Ya kwamba Coco FM imepata tuzo ya the fastest growing audiovisual radio station. Nataka muzingatie hapo kwa audiovisual radio station, kwa sababu nimeona kuna baadhi ya viredio viredio hapa vyajisumbua sana kutaka kushindana na audiovisual radio station. Sasa kitu cha kwanza unafaa uelewe ya kwamba hii Kenya yote tunavyozungumza, audio visual station ni tatu peke yake. Sasa kabla uanze kujishindanisha na coco fm, je, wewe ni audio visual radio station kwanza? Tuanzie hapo, audio visual labda yamaanisha nini, kwa sababu huenda ikawa ule upeo wa uelewa kidogo ni mchache. Yani ni radio station ambayo pia humo kwa humo ni TV. Yani hauielewi ya, unaona, you know, yani bado ni radio alafu bado ni TV. Sasa hapa pwani tayari, mi sijui kama iko, kama wewe waijua, utaniambia, lakini hapa pwani sijui kama kuna audiovisual radio station in Kenya, as I have told you. Mainly, ziko ngapi? Tatu, na haziwezi pita zaidi ya hapo. So, Coco FM is the fastest growing audiovisual radio station. hey, hey, hey, hey. Kama, hey. Hey. Ni sisi kwa sisi kama mtego wa mafisi, mafisi. Hey. Tumpige kisi mtego wa mafisi tumpige, hey. Apande basi yule mwananasi Coco, hey. hey. hey. ni yetu Coco FM hey. ladha ya pwani